Jina naitwa Joshua Kelvin Obama, mwenyeji wa mkoa wa Arusha, ila nilitoka Arusha nikaenda kutafuta Dar es Salaam. Na katika utafutaji wangu nilikutana na watu wengi sana wanataka kunisaidia, ikiwemo Makonda, mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Kwa hiyo itabidi tena nikatoka kule nikaja huku, na nimefika huku, namshukuru Mungu nimefika huku, majibu yangu yamekuwa mazuri, nimetafutiwa chuo kimepatikana. Na nazidi kumwomba Mungu anipe upeo wa akili ili atoko chuoni navenda nifanye mazuri. <tune> Yaani maisha yangu ya kule Dar ni tofauti na maisha nilokuwa naishi hapa Arusha. Kwa sababu Arusha nilikuwa nateseka sana. Kutokana na kiasi cha kwamba kuna siku naweza ipita hata sijala, lakini nilivyokuwa Dar es Salaam nilikuwa nakula na vaa, eh, nafanya kazi huku. Nilikuwa sifanyi kazi, naomba huku Clock Tower yaani nilikuwa ni mtoto wa kuomba omba, lakini nimefika Dar es Salaam, nimemshukuru Mungu kwanza, nimepata kazi, nimeosha magari, eh chochote nilichokuwa nakipata na meki ndio hivyo. Na watu wazima, watu wazima wananishauri mdogo wangu, hiyo kiasi unachopata hapo mtaa barabara ni hela nyingi sana, kiasi cha kwamba unaweza hata ukatokea hapa Dar es Salaam ukaumwa malaria, si tukashindwa kukusaidia. Lakini wewe ukao limeki hela yako ukatuambia bana, nimemeki hela yangu sehemu fulani, si tukaenda tukaichukua tukakupeleka hospitali eh. Licha ya bangi tu, sigara, yani sigara tu nini, tayari unajipotezea samani mbele ya jamii eh, kwa sababu umri wangu nikiucheki umri wangu na vitu ninavyotaka vutaka kutumia vi havitafa kuna mimi ndo maana nikaona nisijiingize kwenye masuala ya sigara, bangi, pombe eh. Unajua brother, hata mimi nilipokuwa hapa Arusha, kuna watu walikuwa wananishauri nisiombe niende kwa mantilie nichota, akanipenda sasa kwa tando tatu nne za maji, ambapo ile mantilie ili, kuna mama mmoja alikuwa yuko hapo stendi, ilifikia hadi kipindi akanipenda sasa. Kwa kutokana na nini? sijaitwa kazi la mimi naenda naomba kazi hasi ule mama sehemu alikuwa anauzia, akaniletea shuka kutoka kwake, akaniambia, sasa mwanangu, maboksi haya hapa utakuwa nalala hapa hivi, shuka ili hapa, nimelala pale, nimelala nimelala, akaja akaniletea mkeka, nimelalia mkeka, nimelalia mkeka. Ndo mi nikaona nitoke huku nende kwenye kutafuta zangu huku, ndiyo. ndiyo marafiki Eh, na wale wale watoto ambao wagogo pale chini ya daraja ambao walivonipokea wakanipa nguo wakanichangia, nika nikaenda nikala, wakanionyesha pa kukaa nitakuwa nalala hapa. Eh, utakuwa ukipata hela yako unaenda kuweka sehemu fulani, ukipata hela yako elao utakuwa unaenda kula sehemu fulani. Eh, nilimshukuru sana Mungu sababu haikuwa rahisi. Mpaka mtu anakuambia anataka kusaidia na kujui, amekuona tu ya mtandaoni, jambo la kumshukuru Mungu. Yn, yani kiukweli, mi nisiongee uongo, sijaionaga mkuu wa mikoa kama Makonda. E, yani mimi namshukuru sana Mungu na namzidi kumwombea kwa Mungu awe na huo moyo wake mzuri. E, asaidie tu kwa mitaani, hata uko mahospitalini manyumbani awajiwezi yani, nilikuwa namuomba sana Mungu azidi kumpa nguvu, azidi kuwashika watu mikono, ili hao watakaoshikwa mikono na wenyewe kawashike wenzao mikono, baadaye ikawe kama story. Chuo nimepata ambacho nimeambiwa nitaenda kusomea Kibaha, naenda kusomea nini? Naenda kusomea mechanic, kwa sababu brother, mimi nachagua makeni kwa sababu mimi najua hata nitakapotoka, hata kama nisipokuwa na ofisi yangu binafsi mi uko mbele na kuenda mikoa, na nilokuwa nao itanisaidia ujuzi nilokuwa nao utanisaidia uko mbele ya safari eh. Mimi nachoshauri hata wale yani, hata soko wanapata hela na kunywa pombe, mimi nashauri hata kwa wale watu wazima ambao wana pikipiki zao ila wanajiingiza kwenye makundi ya wizi. Hayo so sio maisha, Maisha ni kupambana. Na Mungu siku zote anampa yule mtu anayetafuta halali, so naetafuta ya zulma, zulma haikufikishi popote. Kwa hiyo mimi nachojaribu kuwashauri vijana tusiibe, tufanye kazi kwa bidii kwa sababu hata serikali imesema sisi ndo nguvu kazi. Sasa tukipoteza nguvu kazi yetu haitakuwa ileti maana katika jamii kwa mimi naomba watu tufanye kazi tupambane. Eh, tusiibe, tumwombe Mungu atusaidie, kwa sababu bila Mungu hamna kitu kinashindikana. Mimi waga na sali <coughs> Amin, nimeona umuhimu wake Mungu kwa sababu nimeumwa, nimeumwa zaidi ya mara kumi lakini nimet, nimet. Habari karibu mtandao shopping center tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani maofisini jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili ndiyo mwitandao shopping center limited tupo tarime mjini mkabala na sheria zakaria bp au stendi ya mabasi tunavo vitu vya aina mbalimbali mbali. kama vile friji, tv za kisasa yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka nchi 65 meza za majumbani na maofisini feni aina mbalimbali mbali. Feni za juu na feni za chini. Radio sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba. Fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.